Jumba la ghorofa kumi na moja lililokuwa katika hatari ya kudidimia katikati mwa jiji la Mombasa, hatimaye limebomolewa kwa mafanikio makubwa kwa kutumia vilipuzi maalum katika oparesheni ya kipekee iliyosimamiwa na kikosi maalum cha wanajeshi waliobobea katika ubomoaji wa majengo hatarishi. Thank you. Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir aliwapongeza wakazi wa maeneo ya karibu kwa kufuata maagizo na tahadhari zilizotolewa na mamlaka husika, hatua ambayo ilisaidia kuhakikisha hakuna majeruhi waliorekodiwa wakati wa operesheni hiyo. Uh, congratulations to the whole team. This has been uh, uh, there's never success when it comes to demolition but uh, we can equally say that uh, everything went as planned uh, to precision pale ambapo kwamba nyumba ilikuwa ianguka imeanguka hapo hapo. we have seen that the damage is uh, the windows in the nearby houses for those who listen to advice waache uh, madirisha yao wazi. we are also seeing that hakuna damage iliyotokea, nyumba hizi zote hazina shida yoyote. we have not heard of any fatalities. we were concerned about mambo ya debris na mambo ya ile impact kuweza kuumiza watu. Shughuli za usafiri zilianza kama kawaida mapema asubuhi, lakini zilisitishwa kwa muda wanajeshi walipoanza doria kuhakikisha usalama na utekelezaji wa maagizo ya tahadhari. Daraja la Nyali, mojawapo ya njia kuu za kuingia na kutoka jijini, lilibaki wazi bila magari kwa muda wa oparesheni hiyo. Biashara nyingi zilifungwa kwa muda kama sehemu ya hatua za tahadhari, Huku polisi na askari wa kaunti wakishirikiana kuhakikisha utulivu na usalama wa umma. Tukio hili limeweka historia katika jiji la Mombasa huku wananchi wengi wakifuatilia kwa karibu zoezi la ubomoaji huo. Wamiliki wa jengo hilo waliwapongeza wananchi na vyombo vya usalama kwa ushirikiano wao wa dhati katika kuhakikisha oparesheni hiyo imekamilika kwa mafanikio. We would like to extend.

Ni tukio la kwanza kushuhudiwa mjini Mombasa kwa nyumba ya ghorofa kubomolewa kutumia vilipuzi. Saidi Abdi Majestic Digital TV.